Watu watatu wameuliwa katika visa tofauti vya uhalifu katika kaunti ya Nakuru katika kipindi cha siku tatu zilizopita. na Paul Ndung'u, mfanyabiashara katika eneo la Ndege Ndimu, eneo bunge la Bahati, alipigwa risasi jana usiku, huku mwenzake ambaye pia ni mfanyabiashara katika eneo la pipeline akiuawa na, na majambazi kwa kupigwa risasi usiku wa Jumatano. na Evans Asiba ametuandalia taarifa hii kwa undani zaidi. Majonzi, huzuni na hofu zimetanda na kuzingira maeneo bunge tatu katika kaunti ya Nakuru kutokana na genge ambalo limekuwa likiwahangaisha kuua na kuibia wafanyabiashara katika maeneo hayo. Hapa ni kwa Paul Ndung'u, baba wa watoto watatu. Alikutana na mauti yake Jumamosi saa moja usiku alipokuwa akiendelea na kazi yake dukani. Wakati tulitoka tulikuta tu ameanguka na ameaga. Security sasa ifanye kazi zaidi, washirikiane hata na wahuko Nakuru na, na, Nakuru East na kweli hapa itakuwa mzuri. Hatua chache kutoka Ndege Ndimu tunapatana na familia Meri Ndumya anayeishi katika eneo la Barnabas, Nakuru Mashariki. Hapa majirani wanatukaribisha kwani yeye amelazwa katika hospitali ya rufaa Nakuru baada ya wanawe wawili, mmoja wa miaka minane na nduguye wa miaka nne kuvamiwa. Wa miaka nane alifariki alipokuwa akipokea matibabu, huku nduguye mdogo akilazwa hospitalini. Polisi wanasema wamemtia mbaroni mshukiwa mkuu kitu ya mwendo saa kumi, hivi ndivyo nilikuja kuitwa kwa nyumba, nikaambiwa mtoto watoto wanyu huko juu amechinjwa, na ndivyo nilikuja nikakipata. Hivyo ndivyo ilienda, mtoto mkubwa venye akiwa amechinjwa, ndivyo alitoka nje akakimbia mpaka kwa barabara Hatua chache kutoka hapa kwa Meri, tunapatana na waandamanaji katika eneo hili la pipeline. Kilichochochea maandamano yao ni kifo cha mfanyibiashara hapa kwa jina Jackson Mwangi mwenye umri wa miaka hamsini na tatu aliyewawa na majambazi kwa mtutu wa bunduki usiku wa Jumatano wiki hii. Kamishna wa kaunti ya Nakuru Daktari Loiford Kibara amethibitisha matukio haya kwa njia ya simu na kusema uchunguzi umeanzishwa hiyo kitu inatusumbua ina kama wananchi hii area. Ile kitu ilifanyika, huyu mzee amekufa, na tumesikia kuna ingine ilifanyika pale pakawaja. Ni visa vya kutamausha ambavyo vimewawacha wenyeji wa Gilgil, Bahati na Nakuru Mashariki na maswali chungu nzima, huku maafisa wa usalama wakianza uchunguzi wa kubaini wahusika. Evans Asiba, runinga ya Citizen, kaunti ya Nakuru.